Idadi ya vifo kutokana na tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa Richa 7.7 katika nchi ya Myanmar imepanda hadi zaidi ya watu elfu moja siku ya Jumamosi baada ya miili zaidi kuopolewa kutoka katika vifusi vya majengo mengi yaliyoanguka wakati tetemeko hilo lilipotokea karibu na jiji la pili kwa ukubwa nchini humo. Serikali ya kijeshi ya nchi hiyo ilisema katika taarifa kuwa watu takriban elfu moja na mbili hadi sasa wamethibitishwa kufariki, huku wengine 2376 wakijeruhiwa na 30 wakiripotiwa kutojulikana walipo. Taarifa hiyo ilionyesha kuwa idadi hiyo inaweza kuongezeka zaidi, ikisema kuwa idadi kamili bado inakusanywa kwa kina. Myanmar inakabiliwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa muda mrefu na vilivyojaa umwagaji damu, ambavyo tayari vimesababisha janga kubwa la kibinadamu. Hali hii inafanya harakati za nchi kuwa ngumu na hatari, jambo linalozuia juhudi za uokoaji na kuongeza hofu kuwa idadi ya vifo inaweza kuongezeka kwa kasi. Tetemeko hilo lilitokea Ijumaa mchana, ikiwa na kitovu chake karibu na Mandalay, na kufuatiwa na matetemeko mengine madogo, ikiwa ni pamoja na lenye ukubwa wa kipimo cha Richter 6.4 tetemeko. Hilo liliangusha majengo katika maeneo mengi, kubomoa barabara, kusababisha madaraja ya kuporomoka, na hata kuvunja bwawa moja jililoko katika jiji hilo la Mandalay. Katika mji mkuu wa Napido, vikosi vya uokoaji vilikuwa vikifanya kazi siku ya leo Jumamosi kurekebisha barabara zilizoharibiwa vibaya, huku huduma za umeme, simu na mtandao zikirejea karik... zikiendelea kukatika kwa sehemu kubwa ya jiji hilo. Tetemeko hilo liliangusha majengo mengi, yakiwemo yale ya wafanyakazi wa serikali, lakini eneo hilo lilifungwa na mamlaka siku ya Jumamosi hata kabla ya tetemeko hilo lenye ukubwa wa Richa 7.7 kuikumba Myanmar siku ya Ijumaa tayari zaidi ya watu milioni tatu walikuwa wamekimbia makazi yao huko, mamia kwa maelfu wakikatwa kutoka kwenye misaada muhimu ya chakula na huduma za afya kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka minne. Mashirika ya kimataifa yanasema kuwa mapigano hayo yamewalenga raia wa njia kwa njia isiyo na mipaka video kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha uharibifu mkubwa baada ya tetemeko kutokea karibu na Mandalay na baadaye tetemeko la pili lenye nguvu zaidi na lenye kipimo cha Richter 6.4 likafuata jambo lilozua hofu kwa watu wengi huenda wamekwama chini ya vifusi ama wamepoteza maisha taarifa na harakati ndani ya nchi zinaendelea kudhibitiwa vikali hali inayozuia juhudi za uokoaji na hata tathmini rasmi ya idadi ya waliopoteza maisha . Myanmar inayojulikana zamani kama Burma imekuwa katika machafuko tangu jeshi lilipoipindua serikali iliyochaguliwa na ya Aung San Suu Kyi mnamo Februari mosi 2021, hali iliyosababisha upinzani mkubwa kwa wananchi. Baada ya maandamano ya amani kuzimwa kwa nguvu za kijeshi, wapinzani wengi wa utawala wa kijeshi walichukua silaha. Sehemu kubwa ya nchi sasa iko kwenye mapigano. Hali ya kisiasa pia inachangiwa na ushawishi wa China ambayo inadaiwa kuunga mkono kimya kimya mashambulizi makubwa mwishoni mwa 2023 yaliyolenga ustishwaji wa uhalifu wa kimtandao uliokuwa ukistawi mpakani mwake. Kabla ya tetemeko hilo kutokea, Umoja wa Mataifa ulikuwa na kadiria kuwa mamia kwa maelfu ya raia walikuwa wameyakimbia makazi yao kutokana na mapigano ya ndani na sasa kuna zaidi ya watu milioni tatu waliokimbia makazi yao nchini Myanmar huku takribani watu milioni 18.6 wakihitaji misaada ya kibinadamu. Hata hivyo, changamoto ya upatikanaji wa misaada na kupunguzwa kwa ufadhili kutoka nje zimezidisha hali mbaya zaidi nchini humo, katika nchi ambayo imeharibiwa na vita hivyo. Tangazo la rais wa Marekani Donald Trump mapema mwaka huu la kusimamisha misaada ya kigeni kwa siku 90 limechangia kupunguzwa kwa huduma za wakimbizi kutoka Myanmar, ikiwa ni pamoja na kufungwa kwa huduma za hospitali katika kambi za wakimbizi za Thailand ambako zaidi ya watu laki moja wanaishi kwa mujibu wa wanaharakati na maofisa wa Thailand. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea kila updates inayojiri kuhusiana na janga hilo ama tetemeko hilo lililoikumba Myanmar na Thailand. Jina langu ni Mgongo Kaitira.